Mheshimiwa Spika, katika kipindi hiki tumefanya jitihada kubwa ya kuimarisha mhimili wa mahakama. Miongoni mwa mambo mengi mengine miongoni me, mwa mambo ambayo tumefanya kwa madhumuni ya kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu, majukumu lake la msingi la kutoa haki ni hataji yafuatayo. Kwanza, tumetenganisha shughuli za kutoa haki na za utawala kwa kuanzisha ofisi ya mtendaji mkuu wa mahakama court administrator, kwa kushughulikia masuala ya fedha na utawala ili majaji na mahakimu wabaki wanashughulikia swala la kutoa haki. Lakini mara jaji anatakiwa kufanya kazi sasa, mzee, kuna vocha hapa uidhinishe, mara kuna hundu ue hasa yale yote wameachwa, yeye anashughulika na watu wengine. Mpaka sasa mabadiliko haya yamekuwa na manufaa makubwa kwa mahakama, kwani ameboresha utekelezaji wa majukumu yake katika, ya majukumu ya mahakama. Pili, tumeanzisha mfuko wa mahakama ambao unaipa mahakama uhuru katika kuendesha shughuli zake. Sambamba na hilo, tumeongeza bajeti ya mahakama kutoka bilioni 36.6 mwaka 2006 hadi 2007 hadi bilioni 87.6. Jambo linalohitajika kuboreshwa hapa ni hazina kutoa fedha kwa wakati, ili shughuli zilizopangwa ziweze kutekelezwa kama ilivyopangwa. Sada sikusemi we naizungumzia hazina. Jambo la tatu ni kwamba tumeongeza idadi ya majaji wa rufani, majaji wa mahakama kuu, mahakimu wa kazi na mahakimu wa mahakama za mwanzo. Lengo letu ni kuongeza nguvu kazi ya kusikiliza na kuamua mashauri. Kama wakiwa kidogo, kesi zitaacha kuchelewa. Kwa upande wa mahakimu wa mahakama ya mwanzo wameanza kuteuliwa watu wenye shahada ya sheria hivi sasa, na kwa ajili hiyo katika mahakama hizo sasa watu wanaweza kupata utetezi wa mawakili. Kati ya mwaka elfu mbili na tano na elfu mbili na kumi na tano tumeongeza majaji wa rufani kutoka wanane hadi kumi na sita mara mbili ya waliokuwepo. Majaji wa mahakama kuu tumeongeza kutoka thelathini na saba hadi themanini na moja hiyo tisa lakini kumi. Idadi ya majaji wa wanawake wameongezeka sana likuwepo majaji wanane tu sasa wako thelathini na saba. Niwambia Jaji Mkuu Samata na Agustino Ramadhani na Chande, kama mkiwa hammtaki mwanamke mliompendekeza, mnadhani atabaki pale? Mimi na lazima niteue mmoja katika mapendekezo hayo. Ukileta mwanamke, lazima nimteue. Hivi sasa tunao mahakimu wa kazi 1266, na, na, na kati yao wanawake ni 534. Sina haja kusema katika kipindi hiki majaji wanawake ni wengi kuliko wakati mwingine wote katika historia ya nchi yetu kutokana na mipango mizuri ya kazi. Maana nikutana na jaji mkuu wakati mmoja, nikwenda Mwanza, nikwa Mwanza Mwanza kwenye kesi, wakaja kuniambia asema, na sisi ndani ya mahakama tumetengeneza biaraeni yetu. Sasa kutokana na mipango hiyo mizuri, mahakama zimepiga hatua kubwa katika kupunguza mrundikano wa kesi katika bierna wamejiwekea malengo, kila jaji anatakiwa kusikiliza mashauri kusikiliza na kuamua mashauri yasiyopungua mia mbili na ishirini kwa mwaka, kila hakimu mkazi mia mbili na hamsini mahakimu wa mahakama ya mwanzo mia mbili na sitini Kwa sababu hiyo kuanzia Julai mwaka wa jana hadi mwezi Machi mwaka huu yalifungua ma ma ya mashauri mia ma laki moja sabini saba elfu mia tano na themanini sita lakini yaliyosikilizwa ni laki moja sabini tisa elfu mia tisa na sitini mbili Maana yake ni kwamba yamesikilizwa yote na yale ya viporo vya mwakaja wa miaka ya nyuma navyo vikamalizwa bila shaka. Kwa kasi hii sasa, mrindikano wa kesi utabakia kuwa historia katika kipindi kifupi kijacho. Naupongeza sana jaji mkuu, nawapongeza sana majaji na mahakimu kwa kazi nzuri muifanyayo. Kwa upande wa ujenzi wa majengo ya mahakama kuu, tumeshakamilisha imesha ujenzi wa jengo la mahakama kuu division ya kazi. Mahakama kuu za mikoa ya Kagera na Shinyanga zimekamilika na za wilaya kumi na mbili na kumi na mbili ya mahakama za mwanzo nayo yamekamilika. Hivi sasa ujenzi unaendelea katika mikoa tisa iliyosalia, maana tubakisha tisa tu ili kila mkoa uwe na mahakama yake. Ndio, ndio shabaha yetu. Mahakama za wilaya tisa na za, mahakama za mwanzo 25 hizo ndio ujenzi unaendelea. Jambo lingine ambalo tumefanya katika nia kwa nia kuongeza uwajibikaji, ufanisi na kupunguza malalamiko ya wananchi na ucheleweshaji wa mashauri ni kutenganisha kazi ya upelelezi na kazi ya kuendesha mashtaka. Zamani kazi ilikuwa anafanya yote na polisi, sasa imetenganishwa, polisi wanashughulikia na upelelezi na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka inashughulikia kushtaki.